Leo nimekuwa nikitafakari sana kuhusu kitu kimoja. Ni kuhusu namna ambavyo dunia inatupa vitu. Wengi wanasema kwamba dunia haina deni. Yaani hauidai dunia na dunia haikudai wewe. Nakuta picha nakumbuka wakati ambapo tulikuwa wadogo. Wazazi wetu walitupa story nyingi sana za mafanikio na namna ambavyo tabia zetu, vumilivu wetu, upendo wetu utakavyotusaidia kupata ile maisha ambayo ni bora, maisha ambayo ni mazuri. Lakini tumefika ukubwani, bado hali ni ile ile. Sio kwamba tulipata kila kitu walichotuambia, sio kwamba tulikosa vitu vyote ambavyo walivyotuambia kwamba tukiwa na tabia mbaya tutavikosa, hapana. Lakini tumekuwa bado, elimu tulio wale tuambia tuisome haikutupatia kazi nzuri, lakini kazi nzuri ambayo tumeipata bado ina deadlines, haikuruhusu wewe kukaa na familia, haikuruhusu chochote. So like bado ni struggle pamoja na na hadithi nzuri sana za mafanikio ambazo walizotupa. So tunagundua kwamba dunia haina refund. Kwamba ukiwa mwema sana dunia itakupa watu wema au ukiwa mcha Mungu sana dunia itakuondolea shida na mashaka ya, ya dunia. Lakini pia dunia nadhani haina customer care. Yaani kiasi kwamba unapiga. Jamani yeah, mwezi uliopita mimi nilitoa sadaka sana kwa hiyo naomba mwezi huu zile sadaka zangu zinisaidie mimi niishi kwa luxury month. No. So, haina hiyo customer care. Inaenda kulingana na namna ambavyo inavyoenda. Ikifika wakati wako, wanasema utapata. Ikiwa wakati wako, hautapata. So ikiwa dunia haitudai wala haina refund kwetu sisi, means kwamba na sisi hat, hatuidai dunia. Hatuidai dunia kueleweka. Hatuidai dunia kwamba nilitoa sadaka nyingi, kwa nini amjanipa? Hauidai dunia kwamba, kwa nini mimi nimekuwa mtu mwema na sijapata mume au sijapata watoto hauidai dunia kwamba nilisoma kwa bidii sana, sasa kwa nini haufa haufauli? Hiyo ndo equation kati yetu sisi na dunia. So ikiwa vyote hivi hatu hatuingiliani namna ambavyo tunavyofanya maisha, so, means kwamba dunia inatupa nafasi za kuwa chochote ambacho tunachokitaka Ukitaka kubadilika na kuanza upya bado still dunia itaendelea na itafanya vitu vyake, na utabadilika na utaendana na mfumo wa dunia, lakini bado haikugarantii kwamba utafanikiwa, lakini inakuruhusu kubadilika. Dunia haitu limit kwamba ukishafika miaka themanini nao ni mwisho wako, sitakupa tena kitu no. Inakuacha we free na unaishi miaka yote ambayo unataka na unafanya kitu chochote unachokitaka, lakini dunia pia haitwambii haitulimiti uwezo wetu wa kufikiri wala kutenda mambo. So unaweza ukawa mwema maisha yako yote, unaweza ukatoa sadaka maisha yako yote, unaweza ukasoma maisha yako yote na bado usipungukiwe, lakini pia usigarantii kwamba kufanya vyote hivyo dunia ita, ita, itaendelea kukumiminia, kukumiminia. No. Inakuruhusu wewe kuishi maisha yako vizuri, kufanya chochote unachokitaka amtu yote unayekitaka kwa sababu unastahili. Ukiidanganya, ukifeki, ukiona kwamba inakuonea kila wakati, nayo haitasimama kwa sababu wewe unalalamika yes. So, ni muhimu kujua kwamba dunia inaenda namna inavyoenda. Uwe mtu mwema, uwe mtu mbaya, utoe sadaka, u give up, ufanyeje, bado dunia haitasimama kwa ajili ya shida zako wala chochote ambacho So, mimi niko hapa leo nikikusi kwamba tuamue kukua, sisi kama sisi tuamue kukua na kujua kwamba tunastahili kupenda bila kutegemea. Tuamue kukua, tujue kwamba lolote tunalolifanya katika hii dunia hii linaweza likaturudia kwa wema, lakini pia haigarantii kwamba hatutapata ubaya. Bado uchungu na mashaka ya dunia tutayapata namna ambavyo tunavyotakiwa kupata. Niko hapa kukwambia kwamba tunapaswa kukua na kuweka bidii zaidi kwenye maisha. Kuwa free, kuamua kuishi namna ambavyo tunavyotaka, lakini pia ikiwa tumekosea tufute na tuanze upya. Lakini pia kama tunafikiri kwamba tumechelewa, tufahamu kwamba dunia bado haijaweka limit ya kwamba kufikisha miaka themanini, miaka mingapi itakuwa imekufutia, no? Nakupa nafasi ya kuanza na kuanza na kuanza na kuanza. Kwa sababu hiyo ilikuwepo kabla yetu, so sisi tumeikuta. Kwa hiyo na sisi tunaondoka tunaiacha, yaani hakuna chochote ambacho utakachokifanya kitasababisha dunia yako isimame. Hasa ni kuamua hauna deni na mtu yoyote, na hau... hauna deni na mtu yoyote, hauna deni na dunia, sio ni kuamua kuishi namna ambavyo unavyofikiri kwamba ni sahihi. Tutakujaji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu lakini mara ya sita na ya saba tutasahau kwamba ulifanya, tutakupigia makofi kwa sababu ulijaribu na kuamua. Bye.